Kuhusu hii ma nini ya election imefanyika, eh, Speaker, tuna, election imefanyika leo Mr. Speaker, tukiangalia kutoka asubuhi hee mambo imeenda, tuna hii election imefanyika, itakani muiangalie na macho moja, yafaa uiangalie in two way traffic. Why do I say so? tuna mchezo ambayo inachezwa hapa, tuna wale wanatafuta simba the votes. tuna wale kiukweli wamefanya ile makosa, na tuna vijana hata wengi wamesafirishwa. Usiseme serikali ndiyo imesafirisha peke yao, wote wamesafirisha vijana. Kwenda wapi? kwa hizo by election. Naongea hivi kwa sababu gani? tuna vijana wengi wamekuwa around na wamepewa pesa waende wapi wasafiri waende kwa hizi mavituo penye inapigwa kura mm. Mimi nataka kuambia example ya Malava. Malava kiukweli, Panyako tunamjua, anakuanga jamu. Panyakoo ye ukuwa rafu kiukweli, si jamu unawazaendea kiurahisi venye munafikiria mwalimu ndio maana umesikia asubuhi hoteli yake ki imechomwa kidogo, tukakuja kusikia tuna watu wamekatwakatwa, tuna wale tuna jamaa nasikia, sijui alitoka wapi, amepatwa huko ofa, amekatwa sijui kwa kichwa na ametolewa mpaka suruali amebaki huti. So mimi kitu nataka kusema kiukweli Nimesikia Panyako ameshikwa na kitu ambayo Panyako ameshikwa niyaenda eleze hii mambo, kama alichomewa alichomewa na muna gani, na kama Panyako mwenyewe alitengeneza sinario weabay ameenda kuchoma hoteli, hoteli yake ndio watu waone gavumenti inampiga vita hapo. Tena tutajua juu hiyo maneno iko kwa DCI ya Kakamega nikifika hapo haya. <laughs> Nikimalizia, nikimalizia mimi nataka kuambia ndugu zangu ambao mko hapa